mtu akitosha maneno maneno, inatembea itafanya hata miezi, lakini itarudilia ule mwenye alisema, ni we ni tulisema kule pembeni. Lakini ule mtu hayoe kama shale ni rafiki yangu, atasema ule ni ngani? Ah, shale ya dada ya, unajua ni pita fast fast mode, baka baraza kusema hivi, ile maneno inatoka kule, inazunguluka, inanifikia. Na yeah. Una muntu siku na mkutano mujira jambo wa anaonyesha utaratibu kumbe ni, ni ni hatari kabisa, anakuonyesha kabisa heshima lakini ni hatari hmm. Na sasa hapa Paulo akaambia Timoteo angalisho na wale watu Ujiepushe na wale watu. Wale watu wa vile ujiepushe nao. Unaweza kumsalimia lakini usimtilie confiance. Mm. Eh, unaona huyu chochote kile anaweza kukifanya. Mungu abariki neno hili na atubariki sisi sote. Amen. Amen. Amen. Tunaenda kuomba e, kwa wale wote ambao wanatusikiza ikiwa e, kabisa kuna neno ambayo anasikia anaweza kutubu. Ah, tunaomba ili aweze kujirekebisha Eh, na ikiwa u mtu unaona maneno mengine unasikia lakini unavumilia kwenye shauri na kuonya ulisha unanyamaza tu Biblia inasema tusishiriki dhambi za watu ni lazima tushauri watu tuwaonye tuwahubiri watoke tuwaokoe katika moto hmm. ili wasije wakatuulize ile damu ya wale watu hmm. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba kila mmoja ambaye ana neno la kuambia Bwana, umsamehe kwa hayo yote hu ambayo unachunguza mioyo, uende kutenda kama vile Mungu unavyotaka mapenzi yako yafanyike, usamehe kabisa na uamushe tena vipawa ambavyo vimelala. Wale ambao walikuwa na shauri na kuonya na kukemea, uwawezeshe tena Bwana waweze kufanya hiyo huduma, wale wengine nao. wa wenye mioyo migumu inakuwa sawa majiwe, Bwana uwakutane. Hata washauri wa wapo waweze kusikia shauri ile, mioyo iweze kurudia. Na wale wachoyo Bwana uwakutane, uwapatie moyo ya upendo waweze kusaidia wengine ambao hawajiwezi. Tunapoomba tunajua Mungu anasikia na anapenda, katika jina la Yesu Kristo, amen. Msimamizi aendeleshe kipindi, karibu.